mba kwa niaba yenu nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo anaifanyia nchi yetu. Lakini sisi wa mkoa wa Kilimanjaro naomba tumpongeze sana Mheshimiwa Raisi kwa kazi anazomfana. Mheshimiwa Mkoda amesema fedha mlizopokea kwenye manispaa yenu ya Moshi. Huyu anaongoza wilaya ya Moshi ambayo ina manispaa na, manispaa na ina wilaya ya Moshi hasa ameeleza za Moshi. Mimi nataka niwaambie katika kipindi hicho cha miaka minne ya mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, mkoa wa Kilimanjaro umepokea fedha za maendeleo trilioni moja bilioni mia nne nukta moja mpaka sasa. Kwa hiyo hizo ni fedha nyingi sana ambazo zimefanya kazi kubwa na sitaki kuzirudia. Mjomba Mrisho Mpoto alipokuja hapa amehadithia vizuri sana na akasema kipaumbele cha Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vipaumbele vyake vyote akaanza kutaja. Akataja maji, akataja miundombinu, akataja afya, e, elimu ndani pia imo. Yaani vipaumbele vyote hivyo ndio vipaumbele vya mheshimiwa Rais na nchi yetu ya Tanzania, sio Kilimanjaro, nchi nzima. Vipaumbele hivyo vina kweli hasa, ndugu zangu, wakati wa ng'ambo na manispaa ya Moshi leo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 kwa hiyo na siku hiyo mkandarasi anatakiwa awe saiti kati ya kufanya kazi ya ujenzi wa hizi barabara. Sasa wananchi wa Ng'ambo ambao mtapitiwa, wananchi wa Onite, wananchi wa Njoro, wananchi wa kule kwenye kilombo cha tano ni wapi, Shirimatunda na ile mifereji, ni mhakikishe mnawapa ushirikiano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 na itaelekezwa maji wapi yaende ili wananchi wa Moshi wanufaike na jambo hili.